Uh, leo nitakwenda kuonyesha jinsi ya kuweza kutuma uh, maombi ya mkopo kwa wale wanafunzi waliomaliza kidato cha sita wanaomba mkopo wa chuo kikuu. Uh, namna ya kuweza kuomba mkopo kiusiri kabisa, nitakwenda kuelezea kwa usikose hata kipande kimoja cha video hii. Kwanza kabisa utaingia katika sehemu ya Google kwenye simu yako, na baada ya hapo uta search H E S L B OLAMS ukisachi, okay, utaifungua hii ya kwanza utaiona hapa H A S L B O L A M S. Hii hapa ni online loan application system. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa unachotakiwa kufanya ni kufungua akaunti yako. Okay? Kwa hiyo utaklik katika sehemu hii ya kwanza, alafu baada ya hapa sasa, unachotakiwa ni kufungua akaunti yako kwanza. Hii ni kwa wanafunzi waliomaliza kidato cha sita ambao wanatarajia kuomba mkopo wa kwenda chuo kikuu. Kwa hiyo kama jinsi unavyoona hapa uh, kama unavyoona hapa, unachotakiwa kufanya hapa ni kucreate account yako ya HESLB. Okay, hii hapa ni Higher Education Students Loan Board. Sasa what is your sign up type? Kwa utachagua sign up type yako hapa kama ni loan details, kama ni loan repayment, kama ni refund application, kama ni corporate sponsor. Sasa wewe unafanya application kwa ajili ya ya loan details. Kwa utaclick hapa kwenye loan details, na baada ya hapo utaweza kuona form 4 index number. Kwa hiyo utatakiwa sasa uweke Uh, namba yako ya mtihani wa kidato cha nne. Utaingiza namba yako ya mtihani wa kidato cha nne katika kiboksi hichi hapa, utaingiza namba yako ya mtihani wa kidato cha nne, let's say ni p labda 0 3 0 3 2 9 alafu labda slash

Kwa hiyo utaingiza namba yako ya mtihani wa kidato cha nne. Mimi sintaweka namba yoyote hapa na mimi si sifanye usajili wowote hapa, ila nakuelekeza namna ya kuweza kufanya usajili wako hapa. Na unachotakiwa utaingiza namba yako ya mtihani wako wa kidato cha nne hapa. Ukishakamilisha kuweka namba yako ya mtihani wa kidato cha nne, baada ya hapo ta click neno register now. Na kama umeshamaliza kujisajili basi, unachotakiwa kufanya ni utabonyeza sehemu hii ya login, na kwenye login kama jinsi ambavyo unavyoona sasa, sehemu hii utakuja utaweka username yako ambao username ni namba yako ya mtihani wa kidato cha nne. Username ni namba yako ya mtihani wa kidato cha nne. Okay. Utaweka username yako, namba yako ya mtihani wa kidato cha nne na baada ya hapo utaingiza password zako hapa, utaingiza password zako katika box inayofuata, then utaweka remember me hapa, na baada ya hapo utabonyeza neno login. Utaweza ku login na utaweza kupata, ukisha login hapo utaweza kuingia katika system na utaweza kujaza fomu yako ili uweze kuomba mkopo wako wa chuo kikuu wa kwenda chuo. Na kama basi unafeli sehemu yote au una changamoto yoyote kuhusu usajili wa HESLB, unaweza ukatucheki, link ipo katika sehemu ya description. Unaweza ukajiunga na grupu letu, na video hii kama ukiona ina manufaa kwako, unaweza ukalike video hii. Asante na karibu.